Yeah, maandalizi yalikuwa mazuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kilikuwa kizuri katika uwanja wa mazoezi na hi leo tumepata nafasi ya kucheza mchezo wetu. Tumefurahishwa na kile ambacho kimetokea. E, tumefuzu kwenda hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, na hiyo ndio ilikuwa dhamira yetu kubwa e, ya kuja na kufuzu, na hivi ndivyo ambavyo e, mechi za, za mtoano zinavyochezwa. E, lazima ucheze kwa hesabu kubwa Mechi ya kwanza tulicheza kwa hesabu kubwa tukapata mabao mengi, mabao matatu automatic. Mechi ya pili ikawa imeshamalizika kwa lazima uicheze kwa ukubwa na mechi ya leo kila mtu ametimiza malengo yake. Nsingizini aliingia uwanjani asifungwe magoli mengi na Simba tumeingia uwanjani kulinda ambacho tumekipata na kila mmoja amefanikiwa. Kitu muhimu kwetu ni kwamba tumefanikiwa kufuzu, tumeingia hatua ya makundi. Hayo ndio alikuwa malengo yetu ya sasa, tufuzu tuingie hatua ya makundi, na tumeingia hatua ya makundi. Tunaangalia sasa E, tunasubiri Novemba tatu, tutapangiwa na nani, ili tuanze mipango namna ya kushiriki kwenye hatua ya makundi. Kwa namna ambavyo wewe uliona, unadhani ugumu ulikuwa wapi kiufundi zaidi? Aa, ugumu ilikuwa kwa wapinzani hawajatoka ha, golini kwao kwa sababu walikuwa hawataki kuendelea kufungwa kwao, walikuwa wanataka hizo hizo tatu walizofungwa zinatosha, ndo ugumu umekuja hapo, kwa sababu hawajaja kwa so, ajili ya kushinda kwa mara ya kwanza Awesu, unapata nafasi ya kucheza tangu msimu huu umeanza kwenye mechi za kimashindano. Hey, alhamdulillahi, kwanza namshukuru Mungu. Kwenye mpira ni uvumilivu, uvumilivu ndo kila kitu, uvumilivu kujitoa wa, kwenye uwanja wa mazoezi ndo kitu pekee. Mashabiki watakuwa wanaongea sijui kuna hichi kuna hichi, lakini mwisho wa siku uvumilivu wako ndio utakufanya mcheze. Uh, kiukweli mechi ilikuwa ngumu, nadhani kila mtu ameona, tumejitahidi kadi ya uwezo wetu kufuata maelekezo ya mwalimu na kuweza kupata goli, lakini imekuwa So bahati kwetu leo kwa siku ya leo kwa sababu tumeweza kutengeneza nafasi chache, lakini hatujaweza kusuhumia kwo, mechi ilikuwa ni ngumu, kiangalia wapinzani wa wetu walikuja wamejizatiti, kwamba tulivyokuwa tumewafunga kule kwao na wakazatiti kwamba kwa watu wanaweza kushinda au wanaweza kupata matokeo yoyote mechi yako. Kwa ya kwanza umepata nafasi ya kucheza dakika tisini ndani yake umecheza vizuri Ah, kikubwa tu ni mayali, kufuata maelekezo ya mwalimu na kusikiliza wachezaji wenzangu kile ambacho wananiambia kwa sababu eh, ukiangalia sicheza muda mrefu lakini kwa sapoti ya wachezaji wenzangu pamoja na benchi la ufundi nimeweza kucheza kwa, kwa asilimia fulani. Namshukuru Mwenyezi Mungu pia. Ah, mechi ilikuwa ngumu, yeah. Mechi ilikuwa ngumu lakini tumepokea maelekezo ya mwalimu ambayo ametupatia tumeweza kutoka suluhu kiufundi zaidi unadhani ugumu ulikuwa wapi? Ah, nahisi nice ugumu ulikuwepo kwenye, kwenye kumalizia, kwa sababu ni timu ambayo ilikuwa tunacheza nayo, ni timu ambayo haina hai cha kupoteza, kwa hiyo imekuja kwa kurelaksi na confidence zote. Sisi ilikuwa tuna hamu ya kupata ushindi, kuondoka na pointi tatu na leo, lakini haikuwa bahati. Sasa kwako, kwa Yakubu, kwenye michezo yote hiyo miwili, uh, mchezo ugenini tumeshinda mabao matatu pasina kuruhusu bao, golikipa ukiwa wewe mchezo wa nyumbani suruhu uh, pasina kuruhusu bao. Jitathmini wewe na ujelezee wewe ulijiandaa kwenye hichi ambacho umekutana uh, nacho au kama klabu tumekutana nacho kutoka kwako. Mimi kama mimi yeah. ni binafsi yangu kwamba nna yeah. hamu ya kucheza Simba yeah. yeah, na hamu ya kucheza Simba endapo Simba kile ikicheza mechi mechi yeah. mie niwepo langoni yeah. kwa hiyo na hamu hiyo, kwa maana hiyo hata nnapopata nafasi mwalimu anapoweza kuniamini anaponipa maelekezo yake niafanyie kazi, kwa hiyo nafanya kazi kwa vizuri ili aweze kuniona niweze kubakia golini pala ya club? Ah, nimewahi kucheza shirikisholigi shirikisho ya kwa... mabingwa kimeongezeka, sasa kwako inazidi kuongezeka inazidi kupanda kila, kila, kila siku a na mimi kipa ambaye mdogo ya, nikipa ambaye mdogo hiyo, kila siku zikenda, kila nikipata mashindano makubwa kama hivi